Mvua haikuwa imenyesha bado, lakini mawingu yalining'inia angani kama ngumi juu ya dunia. Msichana wa miaka 16 aitwaye Veronika alisimama peku juu ya matope mekundu mbele ya nyumba yao ya familia akiwa ameshika tumbo lake lililovimba. Sauti ya baba yake bado ilimringia masikioni kama laana. Ondoka wewe, si binti yetu tena. Mama yake hakusema kitu, aligeuza uso tu, na kimya hicho kilimchoma moyo kuliko kelele. Veronica alitembea, tumbo lake likiwa limejaa uhai na hofu hakujua aende wapi. Kijana aliyempa mimba alitoweka. Ndoto zake za kumaliza shule na kuwa muuguzi zilitoweka kila alipopiga hatua kuelekea kusikojulikana. Usiku huo, chini ya paa la bati lililovuja katika kibanda cha zamani, Veronica alijifungua peke yake. Hakukuwa na mikono ya kumshika, hakukuwa na maneno ya faraja, ni kilio cha mtoto mchanga na mnong'ono wa kitu kilichopotea milele. Na hivyo ndivyo Nansi alivyokuja duniani, si kwa mapenzi wala sherehe bali kwa ajili ya kusalia hai. Mama yake Veronica tayari alikuwa ameanza safari ndefu, kutoka kwa uchungu hadi kuwa mgumu wa moyo, lakini roho ya mtoto ilikuwa bado safi. Kwa sasa, Nancy alikuwa na miaka mitano alipotambua kuwa mama yake hakuwa na tabasamu kama kina mama wengine. Tabasamu la Veronica lilionekana la bandia, limepasuka kama kioo kilichovunjika kinachojaribu kurejesha mwanga. Waliishi katika chumba kidogo nyuma ya bar yenye kelele, pembezoni mwa Enugu. Hewa ilikuwa na harufu ya bia jasho na manukato. Usiku Nansi alisikiliza kicheko kikubwa na miguu ya wanaume wageni wakiingia na kutoka. Veronica akiwa sasa na miaka ya ishirini alijijengea maisha si kwa matofali na ndoto, bali kwa viatu virefu, midomo mikali na kuvutia wanaume wenye nguvu. Hakuwa na aibu, alikuwa na hasira. Aliamini dunia ilimnyang'anya kila kitu na sasa ilipaswa kulipa. Nansi alikuwa kimya, alijifunza, alijifunza kutohoji, alijifunza kupiga pasi sare yake ya shule na kuchana nywele zake bila msaada. Nyumba yao haikuwahi kuwa nyumbani kweli, ilikuwa sehemu ya kupita kwa Veronica, lakini kwa Nancy ilikuwa uwanja wa vita ambako kimya kilikuwa silaha yake pekee. Lakini licha ya kelele, licha ya uchungu, bado alimpenda mama yake, maana watoto huweza kupenda hata kile kinachowaumiza. Veronika alikimbiza dunia, pesa zake, wanaume wake na uongo wake, lakini Nancy alikimbiza utulivu, vitabu, tumaini. Hajajua bado, lakini moyo wake ulikuwa tofauti na siku moja, tofauti hiyo ndiyo ingemwokoa miaka ikapita. Nancy akakuwa kuwa mwanamke mtulivu mwenye moyo wa upole na uzuri wa ndani. Alifundisha watoto wadogo kwenye shule ya karibu, na kila siku alirudi nyumbani na mikono yenye vumbi la chaki na moyo uliojaa matumaini. Kisha akatokea Emeka, mpole, mnyenyekevu, mwenye ndoto. Hakuwa tajiri, lakini alimletea maua aliyoyachuma mwenyewe na akamtengenezea kiti kwa mikono yake. Nancy alihisi yuko salama, naye salama, naye kweli Alikutana na mama yake Veronika mara moja tu, na Nansi aliona mabadiliko machoni mwa Emeka. Baada ya hapo, kitu kisichoeleweka, baridi fulani. Harusi ilikuwa wiki tatu tu, Emeka akatoweka. Kwanza simu zisizopokelewa, kisha kimya. Siku zikawa wiki, halafu minong'ono. Wanasema walimuona kwa Veronika usiku mmoja. Nansi hakuweza kuamini, lakini ukweli huwa unakuja hata usipoalikwa. Alienda nyumbani kwa mama yake, mlango haukufungwa, na kile alichoona ndani kilimvua rangi zote maishani. Usiku huo Nancy hakulia, hakupiga kelele, alitembea tu, mbali na Emeka, mbali na usaliti, mbali na mwanamke aliyemzaa lakini hakumkinga. Wakati huo kitu ndani yake kilibadilika, sehemu iliyokuwa inaamini hadithi za mapenzi ikatoweka. Lakini hakuchukua uchungu huo kuwa chuki, aliuchukua kuwa nguvu. Muda ukapita kama majani makavu yanavyopulizwa na upepo. Nancy akajijenga tena polepole akaweka nguvu zake zote kwenye kufundisha, kwenye kicheko cha watoto na jioni za utulivu, akipumzika chini ya mti wa maembe. Siku moja mgeni akafika getini mwa shule. Jina lake alikuwa Jude. Alikuja kutafuta vitabu kwa ajili ya kampeni ya afya. Aliondoka akifikiria tabasamu la Nancy. Wakati Emeka alikuwa moto na mvuto, Jude alikuwa maji na subira. Alitembea kwa upole kama mtu asiye na cha kuthibitisha, bali mwenye mengi ya kutoa. Siku moja ya mvua Nancy alisimama chini ya paa akitazama mawingu ya kipasuka. Jude alitokea kando yake akiwa na mwavuli. Hakusema mengi, alisimama tu naye, wakishiriki mvua pamoja. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Nancy alianza kuamini tena, kuamini kwamba labda hadithi yake haijaisha, kwamba bado kuna nafasi ya upendo, kwamba kivuli cha mama yake hakikuamua maisha yake ya baadaye. Kiasha akaolewa na Jude. Hakuwa kijana wa hovyo, bali mnyenyekevu na mtulivu. Asubuhi hiyo nyumba ilikuwa kimya kimya sana. Nancy alikuwa amechukua likizo kidogo kwenda kumsurprise Jude kwa kifungua kinywa kitandani. Usiku uliopita aliutumia kupiga pasi shati lake analolipenda, akihisi furaha moyoni. Alianza kuamini kuwa labda furaha ilikuwa inamjia, lakini hatima haibishi mlango, inaingia tu bila kuomba ruhusa. Nancy alipoingia chumbani, sinia la chakula mikononi mwake, lilianza kutetemeka. Hewa ilikuwa nzito, mapazia yamefungwa nusu. Kisha alichoona kilimvunja moyo kabisa. Walikuwepo pale mume wake na mama yake kitandani, kitanda, kitanda alicholala na mume wake. Miguu yake haikusogea, moyo haukupiga kwa kasi, ni ukimya tu uliopiga kelele kichwani mwake. Veronica mama yake hakuonekana kuaibika hata kidogo. Aliketi taratibu, nywele zikiwa zimevurugika, midomo yake ikiwa imepakwa kama ishara ya vita. Jude alijaribu kujifunika na blanketi, macho yake ikiwa na hofu, lakini si majuto. Nancy aliachia sinia, sahani zilivunjika sakafuni kama vile imani yake. Hakusema neno, hakulia, hakupiga kelele, ni ukimya tu wa kutisha uliojaa chumbani. Aligeuka akatoka nyumbani bila kusema neno hata moja. Upendo ni dhaifu, lakini imani, imani ni kama glasi, ikivunjika haiwezi kurudi kuwa sawa tena. Na Nancy, kimya chake kilisema yote. Huu ulikuwa mwisho, si wa ndoa tu, bali wa kitu cha ndani zaidi, kitu kitakatifu. Miaka ilipita, maumivu ya Nancy yalipungua, lakini hayakutoweka. Baada ya usaliti ule, moyo wake ulijikunja kama ua lililokoma kuota jua. Kwake upendo ulikuwa kama kitu chenye makali kinachokatakata badala ya kuponya. Kisha akakutana na Femi. Hakuja na ahadi kubwa au zawadi za kung'aa, alikuja na kimya, uvumilivu na uwepo. Alisikiliza zaidi ya kuzungumza, wengine walichukua, yeye alitoa. Walikutana kwa bahati au labda hatima. Kwenye semina ya afya ya wanawake, Femi, daktari wa kujitolea, alizungumza kwa unyenyekevu. Nansi, sasa mwalimu na msaidizi wa afya, aliuliza maswali watu wengine waliogopa kuuliza. Muunganiko wao ulikuwa tulivu lakini wa hakika, kama vipande viwili vya fumbo vilivyopaswa kukutana. Wiki zikawa miezi, Femi alingoja huku Nansi akijifunza kuamini tena. Alimletea ndizi choma alipokuwa amesahau kula, alicheza naye chini ya miti aliposhindwa kucheka. Femi hakumponya, alimkumbusha kuwa anaweza kupona mwenyewe. Kwa mara ya kwanza Nancy hakusurvive tu, alichanua. Walifunga ndoa si kwa sherehe kubwa, bali kwa ukweli. Ndoa yao ilikuwa ya utulivu halisi na yenye mizizi. Kwa mara ya kwanza Nancy alihisi yuko salama. Hakutarajia ukamilifu, alitaka tu amani, na kwa muda aliipata. Amani ni kitu dhaifu kwa Nancy, ilichanua kimya baada ya maumivu ya miaka mingi. Femi alikuwa mpole, mwenye kujali na mwaminifu alimpenda Nansi bila maigizo, bila kiburi, kwa uwepo wake tu. Lakini amani si kitu mama yake Veronica alielewa. Kwake upole wa Femi haukuwa nguvu, bali udhaifu wa kujaribiwa. Sumu moyoni mwake, iliyokuzwa na njaa, majuto na chuki, ilianza kuamka tena. Ilianza na maneno laini lakini makali. Yule mwanaume ni mpole sana, alimwambia Nansi, una uhakika anakutosha? Kisha zikafuata ziara zisizoalikwa, macho ya kumkodolea kicheko cha muda mrefu kupita kawaida. Femi aliona, akamwambia Nancy kwa upole, mama yako ananifanya nijisikie vibaya. Nancy akasema kwa kuvuta pumzi, hana nia mbaya. Lakini madhara si lazima yawe na nia, wakati mwingine huja kimya, kisha hunena kwa uongo. Siku moja jioni, Veronika alianza kulia kwa hofu, akisema kuwa Femi alimshika vibaya. Alidai kuwa Femi alitaka kumharibu. Alilia kama mama aliyeumizwa, na Nansi alimwamini. Femi alikana kwa utulivu mwanzoni kisha kwa mshangao, lakini shaka tayari ilikuwa moyoni mwa Nansi. Nansi alimwacha Femi kimya kimya, akiwa na heshima yake na maumivu ndani ya begi moja. Baada ya wiki kadhaa, ukweli ulianza kujitokeza. Jirani yao Mkechi alikuwa amesikia Veronika akizungumza kwenye simu, akicheka, akijisifu, alinikataa o oh, nikalazimika kubadilisha stori kidogo. Usiku huo Nansi alikaa peke yake chumbani, moyo wake ukidunda kwa uchungu. Alibeba uzito wa kila kitu imani yake kuvunjika, uharibifu wa mama yake, na kimya chake mwenyewe. Hakurudi kwa Femi, hakumwendea mama yake, aliamua kutafuta amani, sio tena mapenzi. Nancy hakurudi kwa Femi, sio kwa sababu femi alimkosea, bali kwa sababu yeye mwenyewe aliamini uongo kwa haraka sana. Maumivu mengine hayatoki kwa usaliti, bali kwa kusaliti hisia zako mwenyewe. Miaka ilipita kama upepo mkavu, ukibeba uzuri, kiburi na uongo ambao Veronica alikuwa ameujenga. Hakukuwa na rafiki aliyebaki, Nancy aliacha kumtembelea. Femi hakuonekana tena. Jina lake lilitajwa kwa minong'ono tu. Veronica akitamani tena kuthaminiwa, alipenda mwanaume mwingine, kijana wa kuvutia asiyejali. Kwa muda mfupi alimpa Veronica usikivu, Veronica akadhani anaonekana tena. Lakini hali ikarudi palepale pale, alitumiwa kisha kutupwa. Akapata ujauzito tena akiwa na miaka karibu 50. Watu mjini walinyamaza, wengine wakitikisa vichwa, wengine wakimhurumia. Veronica akasema ni fursa yake ya pili Akawa anaimbia tumbo lake akizungumza nalo kana kwamba mtoto huyo atampenda kama Nansi hakuwahi kufanya. Lakini hatima haichagui upande. Mtoto alizaliwa mapema sana, mdogo sana, mdogo na hakulia. Kilio cha Veronika usiku huo hakikuwa cha maumivu, bali cha kitu cha ndani kabisa, kuvunjika. Kimbunga kilikuwa kimeisha, machoni pake palikuwa tupu. Akaanza kuzunguka mtaani na viatu visivyofanana akiimba peke yake. Wengine wengine walimpa chakula, wengine walimpita mbali. Asubuhi moja Veronika alipatikana akiwa kimya chini ya mti wa mlozi sokoni, macho yakiwa yamefungwa, moyo kimya. Hakuwa amesamehewa, lakini pia hakuwa na maumivu tena. Hakuacha urithi, hakukuwa na mali, hakuna msamaha alichelewa kuomba. Aliishi maisha magumu na akaondoka mapema, lakini wakati mwingine mwisho si adhabu, ni pumziko tu. Miaka iliendelea kupita, dunia ikabadilika, lakini Veronika hakubadilika. Uso wake ukawa mwembamba, macho yakawa matupu zaidi lakini kiburi kilibaki moyoni kama jiwe lisiloyeyuka. Siku zake zikawa bila mwelekeo. Usiku alizungumza na vivuli, aliita majina ambayo hakuna aliyoyajua. Wanawake wa sokoni wakaanza kumkwepa, watoto hawakumsalimia tena. Nancy akiwa mbali na mchovu, aliamua kukaa kimya. Msamaha haukuwahi kufika, na labda haukupaswa kufika. Asubuhi nyingine, mji uliamka kwa taarifa kuwa Veronica alipatikana akiwa kimya na baridi pembezoni mwa soko. hakukuwa na vilio hakukuwa na tafrani, kimya tu kama kimbunga kilichojimaliza. Hadithi ya Veronika haikuisha kwa moto au kelele, bali kwa utulivu. Hakukuwa na umati, hakuna machozi, lakini ndani ya kimya hicho kulikuwa na ukweli wa kila chaguo alilofanya na alilokataa kufanya. Hakuwahi kupata amani kwa sababu hakuitafuta. Njia yake ilikuwa ya kiburi, wivu na usaliti, na ilimpeleka pale ilipokusudiwa tangu mwanzo. Miaka ikapita kama majira, polepole pole. Lakini kwa uhakika, Nancy, aliyewahi kuvunjwa na usaliti, alipata kitu kilicho zaidi ya mapenzi: amani. Hakufunga ndoa tena. Hakuendelea kutafuta kile kilichokuwa kikimtoka kila wakati. Badala yake, alipata kusudi kwa watoto, vitabu, maua na kimya. Kicheko chake kilirudi cha upole, kisicholazimishwa. Alipanda uzuri mahali ambapo dunia ilijaribu kumbomoa. Na ingawa alibaki na makovu, hayakutokwa na damu tena. Katika mji ule ule ambao kimbunga kilikuwa kimepita sasa, moyo wake ulikuwa kama mto mtulivu. Hakuwa yule aliyekuwa; alikuwa bora zaidi. Wapo wanaopigana na dharuba kwa moto, na wapo kama Nansi wanaosubiri utulivu na kupanda furaha pale radi ilipokuwa mwisho. Wa hadithi haukuwa kwa mapenzi, bali kwa amani. Na amani haihitaji makofi, inahitaji nafasi tu ya kukua. Fundisho la hadithi: maumivu yanaweza kuandika sura ya kwanza ya maisha yako, lakini amani inaweza kuandika ya mwisho.